Kocha wa kigeni akitaka kuja na benji lake anasikilizwa, aliyekataa Simba yupo sahihi. Ni maneno ya Frank Vegura, ambapo anadai kwanza. Hamadi kachomoa huyu kocha wa JKT kuikataa ofa ya Simba kwenda kuwa kocha msaidizi kule. Nimeona kafanya jambo sahihi kabisa na la maana mno kwake, kwa sababu amejipima na anajiona anastahili kuwa kocha mkuu na sio msaidizi. Pia kukataliwa kwenda na watu wake wa benji la ufundi, kaona pia awakatae tu Simba. Nakumbuka wakati fulani kocha Julio alisema hili jambo eh, siku moja, kuwa walimu wa bongo huwa hata kwenye maamuzi viongozi wa timu huwa hawasikilizi hata kidogo, na yeye ana ushahidi huo hata wakati akiwa Simba enzi zile. Kocha wa kigeni akitaka kuja na benchi lake anasikilizwa kisa kumwogopa, ila bo, ila mbongo na taaluma yake akitaka aje na watu wake eh, mnaona kama hastahili na sio haki yake, na tumezoea ya tu kuwaona hawa waswahili kama kivuli tu tukiwaita makocha wasaidizi. Hii kwa mwalimu mzawa eh, Ahmad Ali nimeona kafanya maamuzi mazuri mno kwa sababu tumezoea makocha wa Kiswahili kuchukuliwa poa sana. Aliweza kufunguka mdau huyu. Hii ni mda mfupi baada ya kocha wa JKT Tanzania Ahmad Ali kuweza kukataa ofa ya Simba Sport Club, ambapo Simba Sport Club iliweza kumtaka kuwa kocha msaidizi namba mbili, yani washirikiane na, ambapo yeye aliweza kuwakatalia Simba na kutaka kwamba kama wanahitaji huduma yake, basi kuna vigezo viwili ambavyo inatakiwa yeye wao Simba kukubali ili aweze kuwa kocha cha kwanza ilitakiwa kubali kwamba awe kocha mkuu, hataki kuwa kocha msaidizi. Halafu akishakuwa kocha mkuu, basi wasaidizi wake, yani benji lota ufundi, atoke nalo yeye aliokuwa anafanya nao kazi pale JKT, kitu ambacho kimefanya viongozi wa klabu ya Simba waweze kuwa na kigugumizi na kumkatalia kuhu, kuhu kocha huyo na dili hilo kuwa limeota mbawa na yeye kusalia JKT mpaka sasa.